na saluni alafu mikato inakusumbua, naomba usikae mbali na peji yangu. Nataka niwe na share a video uone jinsi gani mikato yangu ninaikata sawa sawa. Kwa hiyo utakuwa ni rahisi kujua ilianza kusukwa nywele ipi ikafuata nywele ipi. Pia nitakutumia video inayofuata jinsi gani naongeza rasta, jeli gani natumia. Kwa hiyo, hakikisha na unaangalia video zangu kwa umakini ili ujue kukata mikato tofauti tofauti. Lakini pia kwa wale ambao mnahitaji kujifunza zaidi, chuo kimesajiliwa, tupo Dar es Salaam Tegeta Nyuki, una saluni yako, njoo darasani mwezi mmoja, jifunze mikato. Ongeza ujuzi. Sawa. Mbali na hapo sasa, ukishajifunza kusuka nywele kama hivi, unahitaji kunitumia feedback kwenye magrupu yetu ya WhatsApp, ni bure kabisa.